Ya Bandari Youth imemaliza katika nafasi ya tatu kwenye mchuano wa Rashid Abdallah Super Cup baada ya kuilaza Nasti Milan kwa matuta manne kwa moja kwenye mechi iliyochezwa uwanjani wa kaunti ya Kwale. Milan walitangulia kupitia kwa Said Mojasho dakika ya sita, ila Erisat Urute akawasawazishia bandari kupitia matuta. Bandari wamezawadiwa shilingi laki saba unusu. Shabiki.com imekuwa mdhamini mkuu wa mashindano hayo. Haikuwa rahisi. Mumbe alipanga majibu yake tukafunga semi-finals na na pia kwa penalti, na Mungu sana, nimeshika penalti mbili kusema tu ndio mpaji kila kitu. Timu zimeonyesha weledi, vijana wameonyesha kwamba wana mazoezi, uwezo wanao, wanahitaji tu support na watafuka mbali zaidi. Ni kusubiri tuangalie Jumapili itakuwaje kati uh, ya Azamu United kutoka Shimoni dhidi ya Lazium kutoka Matuga sehemu za Kigato. Uh, tuangalie ni nani ambaye ataweza kuchukua shilingi laki mbili unusu. Watu wote tukutane, uh, kwa stadium Shabiki anasubiriwa na shabiki, shabiki amejipanga, anachotaka ni shabiki afike, afurahie na ajue nini maana ya shabiki, unapokuwa na shabiki.